Kutoka kaunti nambari moja, turuke moja kwa moja hadi kaunti nambari 29 ambapo mitihani ya kitaifa ya KPSEA na KJSEA ikitarajiwa kukamilika hii leo kote nchini, wadau wa elimu wamesifia mfumo wa elimu kwa kuleta mageuzi makubwa katika ujuzi wa wanafunzi. Wadau hao wamesema kuwa, tofauti na mtaala wa zamani uliozingatia zaidi nadharia, CBC imewapa wanafunzi fursa ya kupata maarifa ya vitendo na kutumia ubunifu wao katika kutatua changamoto za kila siku. Huyu hapa Daniel Korir na maelezo zaidi. Wanafunzi hawa wanasema kuwa kupitia CBC wamejifunza jinsi ya kutumia rasilimali zilizopo kuunda vifaa vinavyotumika shuleni na nyumbani. CBE imetupea nafasi ya ku, ku arm watoto wetu na skill, real life skill ambao wanaweza tumia huko nje. Kama hawa watoto ambao wako hapa wameweza kusolve challenges zenye eh, iko eh, kwa shule. Wakati tuliingia junior school atukwa na kengele ya junior school and because of the different times ya, ya primary na junior we had a challenge then we had one student who was able to create an electric bell. Ufumbuzi wangu niliweza kufumbua kengele yenye in, inayotumia stima. Jinsi nilivyoanza kutengeneza kengele hii, nilitumia ilitumia viungo ambavyo vinapatikana katika mazingira ya nyumbani. Walimu wanasema kuwa mfumo wa CBC umeleta mabadiliko kwa kuwasaidia wanafunzi kugundua vipaji vyao mapema na kuongeza ari ya kujifunza kwa vitendo. kwa okay, tukiwa encourage e, mtoto anakuja na talenti yake, tunaanza kunacha hiyo talent So we have groups who are doing um, arts we have groups who are doing science and they are doing so well we try to nurture the talents so much by doing a lot of practicals we find that in our school we utilize practical lessons so that you can nurture these talents that you can see Kando na kutengeneza kengele ya umeme wanafunzi pia wanajihusisha na ushonaji wa zulia, jambo ambalo linawasaidia kujipatia mapato I knit Wadau wa elimu katika kaunti ya Nandi wameitaka serikali kuendelea kuwekeza katika miundo mbinu na vifaa vya mafunzo ili kuhakikisha CBC inatekelezwa ipasavyo katika shule zote nchini. Requesting the government to allocate kutupa materials yenye tunaweza tumia kutengeleza vifaa kama hivi vingine, tunaweza tengeleza mengi tukiuza kwa mashule ili tuweze kupata kusaidia na wale wanafunzi wenye wako chini. Daniel Korir, runinga ya Citizen, County ya Nandi.